Romania imekumbwa na upungufu wa uzalishaji wa mafuta ghafi huku uagizaji bidhaa ukiendelea kukua. Katika kipindi cha miezi 7 ya mwanzo ya 2025, uzalishaji wa mafuta ghafi umepungua sana ikilinganishwa na mwaka jana. Idadi imeshuka hadi takribani tani milioni 1.46 ikiwa ni chini kwa tani elfu 119.6. Wakati huo huo mafuta ghafi yaliyoagizwa kutoka nje kwa kipindi hicho yameongezeka maradufu. Idadi ya mafuta yaliyoingia nchini imepanda kwa asilimia 21.4 ikiwa tani milioni 5.143. Kamisheni ya taasisi ya takwimu imeeleza hali hii huenda ikaendelea, uzalishaji ukipungua miaka ifuatayo. Wameonya kuwa kufikia mwaka wa 2027, wagizaji na uwagizaji unaweza kufika tani milioni 7.8.